It's a sacred place. Kila mtu anapafahamu na ni shamba ambayo huwezi kuinyakua wala huwezi kuiuza, kwa hivyo ni jambo la aibu sana tukipata kuna mabwenyenye, watu wenye tamaa ya dunia, kwa sababu hii ni tamaa ya dunia. Lakini mimi nasema watu wanajitafutia laana. shamba ya Kongo Mosque. That is a sacred place. Hapo, tunaamini sisi ni sacred area. Huwezi kuiuza na haiuziki, na ukiuza hiyo, basi at your own risk. Ni pahali ambapo kidini na sisi kama jamii ya watu wa Kwale tunaamini ni pahali ambapo ni patakatifu, ambapo ukienda ukifanya ibada yako ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu anaipokea sana. Kwa hivyo sisi tunasema, tumekuwa tukizungumza historical land injustices ama dhulma za kihistoria za mashamba na tuna tunaona ya kwamba wakati huu ni wakati ambao hatutaki kusikia haswa kama kuna dhulma za mashamba, wakati tukiwa tuko na tume ya ardhi, tume ambayo inaitwa NLC, National Land Commission, tume ambao wa Kenya. Sababu kubwa ya kutengeza tume hino ni kwamba mambo ya kihistoria ya kudhulumu watu kimashamba yawe hayatakuwepo tena.